Na shauku ya kupanda steji kwa kweli kabisa, kwa sababu kabla ya hii tumepitia kwanza kuchujwa na nimefika kumi na mbili bora. Kwa hiyo naamini na vigezo ndio, Mungu akijali anaweza nikawa mshindi, kwa sababu najiamini na napenda nachokifanya. Mimi najiamini kwanza, lakini pia naweza nikasema kwamba wote tunaweza, yeyote naweza kawa mshindi, sio mi peke yangu, naweza kawa mwingine, sema kwa vile ni ushindani, nategemea mimi ndio kuwa mshindi lakini kuwa mshindi ni kwamba yule ambaye anaweza, yule ambaye ni mzuri anaweza akawa mshindi pia. Mwenye vigezo vyote ni mshindi, naweza ikawa mimi, naweza ikawa ni mwingine pia. Natarajia kuwa mshindi, kwa sababu naona vigezo vyote ninavyo, najiamini. Kuachana tu na kujiamini, mi ni mrembo, yaani mi ni mzuri sana sana. Asikate uh, tamaa, waendelee kupigania ndoto zao, wajiamini. <laughs> Yani, najisikia vizuri sana kwa sababu so, ni mara ya kwanza na ni kitu ambacho nilikuwa napenda muda mrefu, kwahiyo najisikia furaha sana. Wasiogope, wajaribu kushiriki. Kuna vitu vingi vya kujifunza apart from kushindwa au kushinda, kuna vitu vingi sana vizuri ambavyo mtu anaweza kujifunza hata asipokuwa mshindi. Kwao nawashauri waje, wafanye kitu. Mpaka nimefikia hapa, tumepitia michujo mingi mpaka walembo tulikuwa wengi, mpaka tumefikia hapa na uhakika wa kushinda. Najisikia vizuri sana kwa sababu ni moja ya ndoto zangu. Natarajia kuwa mshindi, lakini pia akiwa mshindi mtu mwingine, nitakubaliana na hali na kumpokea rafiki yangu kama mshindi, nakubaliana naye nakuwa na furaha na mmoja, yeah, yeah, yeah. Yeah, Amini, hii, mshindi atakuwa mmoja. Pia nimejipanga kushinda, nimejiandaa vizuri sana, naamini na vigezo fikia hatua hii mimi tayari ni mshindi kweli najisikia furaha kwa sababu najiona kwamba ni mtu ambaye mpaka kufikia hatua hii yani ile ku just kujitoa, nimechukua hatua nzuri na najisikia furaha sana kuwa mmoja kati ya wadada ambao wameamua kushiriki.